Hapa ieleweke kwamba kuna fidia na kifuta jasho ni vitu viwili tofauti. Sasa wananchi hawa wa Kisiwa Mgao, serikali imepanga kuwalipa kifuta jasho kutokana na kutoa eneo linalopaswa kujengwa bandari ya kuhudumia mizigo michafu yakiwemo makaa ya mawe, saruji na bidhaa nyingine tofauti na chakula. Suala hilo halijawaridhisha wananchi hawa ambao mioyo yao inatamani walipwe fidia badala ya kifuta jasho awe mwepesi kutusimamia hili zoezi, ili na sisi tujikute kama ni raia wema na wenye haki katika nchi yetu ya Tanzania. Tunaomba tulipwe fidia. Rais wetu tunamuomba, kwanza, tuna watoto tunawasomesha. Nafikiri mnawaona vijana wetu. Ni mgao na kisiwa, tunategemea eneo ile osemalabadarani ya serikali. Leo tumeshaasirika, tukitolewa pate ndio fikia wapi eh?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 jasho na huu ndio ufafanuzi wa mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdala Mwaipaya kuhusu ulipwaji wa kifuta jasho kwa wananchi hawa. Na lile lina hati ya serikali na kwa mujibu wa taarifa za wataalamu ambazo tuliletewa hapa ofisini na ile ripoti ilivyokuja ya wataalamu pamoja na timu ya wananchi ni kwamba eh, serikali haiwezi kulipa fidia eh, kwenye shamba ambalo linamilikiwa na serikali bali itawalipa na iko tayari kuwalipa wananchi wale eh, kifuta jasho, ikiwa ni pamoja na maendelezo ya ardhi, maendelezo ya kile kilichopo juu ya ardhi, kama wamejenga nyumba au kama kuna mazao ya kudumu na hata mazao ya muda mfupi, serikali iko tayari kuweza kuwalipa. Habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani, Khomein TV. Kwenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208, au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.